Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Samson Fredrick, nimeokoka na mpenda Yesu, niko chini ya Askofu Dr. Frederick Simon. Uh, ni mwalimu wako wa masomo mbalimbali ya usuyo uchumi, mm, ya usuyo malezi bora ya watoto, mambo mbalimbali ya kibiblia, na leo nina somo zuri ambalo natamani tujifunze, ambalo linasema mambo ya kufanya ili watu wakupende zaidi na ujipatie kibali kwa watu. Mambo ya kufanya ili watu wakupende zaidi na ujipatie kibali kwa watu. Tunaona uh, katika maisha ya Yesu kwamba Yesu alikuwa akimpendeza Mungu na wanadamu. Kwa hiyo, kuna wakati mwingine ili tuweze kuishi vizuri ni lazima tuhakikishe kwamba uh, tunajipatia kibali kutoka kwa watu ambao tunaishi nao. Na imekuwa ni changamoto kwa watu wengi, unakuta maelewano hakuna, migogoro ya hapa na pale, na na ukiwa unaishi kwa staili hiyo, unaweza ukajikuta haukubaliki na wala haupendwi. Sasa leo tunaenda kuangalia mambo ambayo ukiyafanya yatakuwa kivutio cha watu kutamani kuwa karibu na wewe, kukupenda na kujitengenezea kibali kikubwa kwa jamii. Ah. Uh, tunaenda kuangalia mambo saba mambo saba yatakayokusaidia kufanya uwe mtu wa watu na watu wakupende na watu watamani kuwa karibu na wewe. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, usiwe mfitinishaji na mchonganishi. Usiwe mfitinishaji na mchonganishi, usiwe mtu wa fitina, usiwe ni mtu wa kupenda kuchonganisha watu. Unajua, katika maisha kuna watu ambao ni watu ambao wanapenda kugombanisha watu ni watu wanaopenda kuwafitinisha watu kuchonganisha, kuleta ugomvi, kuleta huyu na huyu wasielewane, kuleta uh, ugomvi na, vis, na, na chuki. Ukiwa ni mtu ambaye unasababisha watu wagombane, watu wachukiane, watu waumizane, hakika watu hawatakupenda. Hata kama hawatakuambia, watakuona wewe ni mtu usiyefaa, ni mtu usiyekuwa wa maana katika maisha yao. Tutakwenda kusoma Mithali kumi na nane na mstari wa sita Mithali kumi na nane na mstari wa sita Mithali kumi na nane na mstari wa sita Biblia inasema midomo ya mpumbavu huingia katika fitina na kinywa chake huita mapigo. Unaona, Biblia inasema midomo ya mpumbavu huingia katika fitina na kinywa chake huita mapigo. Ukiwa ni mpumbavu, ndiye utasababisha watu waingie kwenye fitina, na utasababisha watu wagombane, wapigane, utasababisha kutokuwa na amani. Ukijiona ni mtu ambaye wewe ndiye chanzo cha kuleta watu kugombana, ujue watu hawatakupenda hata, hata wasipokwambia, kimoyomoyo watu hawatakukubali na wala hawatakupenda. Lakini ukisoma pia Tito sura ile ya tatu mstari wa kumi hadi kumi na moja mtu aliye mzushi. Tito tatu na mstari wa kumi mtu aliye mzushi, baada ya kumwonya mara ya kwanza na mara ya pili, mkatae mtu mzushi. Mzushi, Biblia inasema muone, muone mara ya kwanza, mwonye mara ya pili, asipobadilika mkatae. Mstari wa kumi na moja ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka tena atenda dhambi, maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe. Unaona, ukiwa ni mzushi, ukiwa ni mgombanishi, Biblia inasema watu wakukatae. Maana yake utajikuta haupendwi, utajikuta ni mtu ambaye umetengwa sometimes. Kwa hiyo, ili uweze kupendwa ondoa fitina, usiwe ni mtu wa kugombanisha watu usiwe ni mtu mchonganishi, badala yake uwe mpatanishi, uwe ni mtu ambaye unapenda kuona watu wakiongea wakipatana. Lakini pia jambo la pili, kuwa tayari wakati wote kuwasaidia watu. Kuwa tayari wakati wote kuwasaidia watu, na kusaidia sio lazima uwe na pesa. Inawezekana wewe ukawa ni dereva bodaboda, ni dereva bajaji ni dereva au unafanya kazi yoyote ambayo pia unaweza ukasaidia jamii yako kwa namna moja au nyingine. Niliona kuna jamaa mmoja alikuwa ni dereva bajaji jirani, nasikia walipopata changamoto na kuomba wawasaidie kuwapeleka hospitali wakatozwa hela kubwa, hadi wakabaki wanashangaa. Sometimes, wakati mwingine unatakiwa kuwa ni mtu mwenye moyo mwe wa kusaidia kuwa ni mtu wa kuwasaidia watu wengine. Jinsi unavyokuwa na moyo wa kujitoa kwa wengine, ndivyo watu wanatamani kuwa karibu na wewe, wanatamani wasogee karibu na wewe, wanakupenda zaidi kwa sababu uh, ukionyesha upendo, ukionyesha kujitoa, ukionyesha kuwa msaada kwa wengine, ndipo watu wanatamani kusogea karibu na wewe, wanatamani pia waweze kuwa karibu na wewe, na ndivyo wanavyoweza kukusaidia pia. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume, hapa Matendo ya Mitume sura ile ya tisa Matendo ya Mitume sura ile ya tisa Matendo ya Mitume sura ya tisa, mstari wa 36 hadi 39 Matendo ya Mitume tisa mstari wa 36 hadi 39, Biblia inasema na mwanafunzi mmoja alikuwako Yafa, jina lake Tabifa, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema alikuwa amejaa matendo mema alikuwa amejaa matendo mema, mema na sadaka alizozitoa ikawa siku zile akaugua, akafa. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani, na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema, usikawie kuja kwetu. Mstari wa 39, Petro akaondoka akafuatana nao, alipofika wakampeleka juu orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizoshona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Unaona, hizi ni habari za mtumishi wa Mungu Dorcas. Dorcas alikuwa ni mjane. Unajua, kusaidia watu sio mpaka uwe na uwezo, ni moyo. Kusaidia ni moyo. Biblia inasema kwa habari ya Dorcas ni kwamba alikuwa ni mjane lakini pia alikuwa na moyo wa kusaidia wajane, alikuwa na moyo wa kusaidia watu, jamii yake, maeneo pale alipokuwa naishi. Alikuwa ni msaada mkubwa, na alipokufa tunaona hawa wajane wanakusanyika wote. Biblia inasema wajane wote walikusanyika, wakaomboleza, wakalia, wakashika zile nguo ambazo aliwashonea mikononi mwao, wakihuzunika. Kumbe ukiwa ni msaada kwa watu wengine, watu watakupenda. Na usitoe msaada ambao nyuma yake una tanzi. Unajua, kuna misaada mingine, mtu anakusaidia baadaye unaishia kwenye masimango. No, no, no, no, no. Usitoe msaada wa staili hiyo, toa msaada ukiwa umemaanisha kusaidia, na ukiwa unatoa msaada kwa kumaanisha kusaidia, watu watakupenda, na hakuna namna ambavyo utazuia watu kukupenda kwa sababu wewe ni msaada kwa jamii. Lakini jambo la tatu, jambo la tatu litakalokusaidia kuwavuta watu, kutengeneza kibali, watu wakukubali, watu wakupende, jambo la tatu, yale usiopenda kutendewa usiwatendee wengine. Yale usiopenda kutendewa usiwatendee wengine. This is the principle of life. Kile ambacho unaona haupendi au kipendi kutendewa, jitahidi usiwatendee wengine. Ni mambo mangapi ambayo unayachukia na haupendi kutendewa? Je, unawatendea wengine? Kile ambacho hautakiwi au hautaki kutendewa, jitahidi sana usiwatendee watu wengine. Mathayo saba kumi na mbili Mathayo saba kumi na mbili Biblia inasema basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii kile ambacho unataka utendewe basi na wewe uwatendee wenzako hicho hicho. Usilalamike sijui hawanipendi. Wewe unawapenda? Hawanitembelei? Ah, umewatembelea? Oh, hawanipigii simu. Umewapigia simu? Whatever you like people to do for you do those things to them. Chochote ambacho unatamani watu wakufanyie, wewe kuwa mstari wa kwanza kuwafanyia wenzako. kwa hiyo hii ni jambo la tatu, ambalo litakufanya uwe na watu wengi ambao wanakukubali na watu wakupende na ujitengenezee kibali. Lakini jambo la nne, jambo la nne, usiwe mropokaji wa siri za watu, usiwe mropokaji wa siri za watu. Inaweza ikatokea katika maisha kwamba kuna watu wanaweza akawa wanakuona kwa sura ya nje, wakakuamini, wakakuambia mambo yao, wakakushirikisha siri zao wakajaribu kueleza changamoto wanazozipitia, lakini ukiwa ni mwepesi wa kutoka na kuanza kueleza siri za watu kwa watu ambao haujatumwa nikwambie, watu hawatakupenda watu watakuchukia, sababu wataona kwamba hauna, hauna nidhamu, hauna adabu, you are not wise, hauna hekima. Kwa hiyo unapokuwa mropokaji, unajua, wakati mwingine unaweza unaongea sawa, lakini kumbe unaropoka. Unapokuwa mropokaji sana, unachukua siri za watu, unaanza kuzitoa nje. Yamkini kuna mtu alikushirikisha jambo na wao, unatoa unamwambia huyu, unamwambia yule, unamwambia yule. Kwanza siku nyingine hawatakuja kwako, lakini pia unakuwa umetengeneza sumu ya watu kukuchukia. Mithali 11 na mstari wa 13, Mithali 11 13, Mithali 11 13. Mithali 11:13 Biblia inasema mwenye udaku hupitapita akifunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Mwenye udaku hupitapita akifunua siri, bali mwenye roho ya uaminifu husitiri mambo. Kuna watu kazi yao ni kutafuta udaku. Aisee, Biblia nayo imeandika neno udaku. Kuna watu yaani ni watu wanatafuta tu umbea, mara yuko hapa, anatafuta tu umbea, wanasema ubuyu, unatafuta umbea, unatafuta unajishughulisha sana na mambo ya watu yasiyo kuhusu, mara huko hapa, umetoka hapa, umeenda hapa kutafuta tu umbea, umbea, umbea, umbea, unapelekwa na umbea na umbea na umbea. Halafu mwisho wa siku, unaanza kwenda sasa kusambaza yale yote uliyoyasikia watu wakizungumza, unaanza kusambaza siri za watu, unaenda kusambaza siri za Aisee ndugu yangu, unajitengenezea yaani, unajitengenezea kitu kimoja kibaya sana ambacho kinaweza ikakutokea kitu kibaya, huwezi amini, huwezi amini, huwezi amini, huwezi amini. Kwa hiyo usiwe mropokaji wa siri za watu. Mtu ambaye amekwambia amekuamini, keep secret, tunza siri, kwa sababu ukiwa ni mropokaji sana, itakupunguzia kibali na itakupunguzia heshima kwa watu, watu hawatakupenda. Jambo la tano, jambo la tano, jitahidi kudhibiti hasira zako, hasa ukiwa umekerwa. Jitahidi kudhibiti hasira zako, hasa ukiwa umekerwa. Kuna wakati mwingine unaweza ukaona mtu anaweza akawa na sira, inawezekana ukawa lamkini umemkanyaga kidogo, mtu anaanza Oh yeah, mbona unanikanyaga? Mbona unanikanyaga? Kwa nini unanikanyaga sasa? Samani brother. Samani yako itanisaidia nini mimi? Mimi usaniumiza. Ah, naomba unisamee bwana sikukuona. Ah, bwana wewe macho yote makubwa kwa nini hauangalii vizuri? Nisa, ah, nisamee bwana ni bahati mbaya bwana. Usizingue bwana mimi sitaki. Yaani ukawa ni mtu ambaye una panic, una hasira, una fiumu. Ndugu yangu we, tengeneza dunia yako kaishi kwako kwa sababu hutapendwa wala watu hawatakupenda, na utajikuta unajikuta kwenye mazingira magumu kwa sababu ya tabia yako ya kutoweza kudhibiti hasira zako ukiwa hata kama umekerwa. Mithali 14:29, Mithali 14:29, Mithali 14:29 Biblia inasema, asiye mwepesi wa hasira anafahamu nyingi bali mwenye roho ya hamaki hutukuza upumbavu. Bali mwenye roho ya hamaki, mtu ambaye ana, ana asila ana paniki ana roho, mwenye roho ya hamaki basi huyu mtu anatukuza upumbavu. Watu watasema mm, hizi kelele zote ni hili au kulikuwa na lingine nyuma? tu ameamua kupitia hili Be wise. Kuwa mwelewa, kuwa mwenye busara, jitahidi kujizuia, hasa unapokuwa na hasira. Jitahidi sana kujizuia unapokuwa na hasira, na wakati mwingine unapoona una hasira, ni bora usiongee. Jambo la sita, ili uweze kupendwa, ili watu waweze kutamani kuwa na wewe, ili ujitengenezee kibali, jambo la sita, hata kama una cheo na una hadhi kubwa, jiepushe Jishushe na uongee na kila mtu. Hata kama una cheo, una hadhi kubwa, jishushe na uongee na kila mtu. Inawezekana Mungu akawa amekubariki, una pesa, yamkini una akili, una, umesoma mpaka masters, una digri, una diploma, wewe ni dokta by profession, wewe labda umesoma, una PhD. Mungu amekubariki kwa namna moja au nyingine, una mali, una watoto, umeoa, una magari, una biashara hivyo vyote ulivyo navyo visikusababishe ukaona wenzako wote ni wapumbavu, hawana akili, hawana busara, na ukaona kwamba wewe ndio wewe unatakiwa. Hata kama una cheo, una mali, jishushe jitahidi, uongee na kila mtu. Uh, tutaenda kusoma Warumi kumi na mbili na mstari wa kumi na sita Warumi kumi na mbili na mstari wa kumi na sita Biblia inasema mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi, msinie yaliyo makuu, lakini mkubali kushughulishwa na mambo manyonge, mkubali kushughulishwa na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili, msiwe watu wa kujivunia akili. Msilipe mtu ovu kwa ovu, angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote. Aha. Kumbe unatakiwa uf ufanye mema ambayo ni mema machoni kwa watu wote. Jitahidi ufanye mambo yaliyo mema, hata kama una cheo, hata kama una pesa, hata kama una mali, hata kama ni kweli wewe Mungu amekubariki, jitahidi kujishusha, ishi na kila mtu, jishushe, ongea na kila mtu. Unaweza ukajifungia kwenye vioo, unapita na gari lako, lakini kumbuka maisha kuna kupanda na kushuka mambo huwa yanabadilika. Jambo la saba: usiwe mjuaji na kuwaona wengine hawana akili. Maisha yanaweza kubadilika. Usiwe mjuaji sana na kuwaona wengine hawana akili kabisa. Yaani wewe ndio mwenye, ki, mwenye akili, wewe ndio mwenye busara. Yani unaona kwamba wewe ndio wewe, hakuna ambaye anaweza akakuzingua, una hela, una akili, umesoma. Yaani wewe unaona wewe ndio wewe. You will not reach far. You will not reach far away. Hautafika mbali. Badala yake watu watakuwa hawakupendi, watakuchukie. Unajua hata kama ukiwa na hela, ukawa na mali, halafu ukatengwa na jamii yako nzima, itakusaidia nini? Sikiliza. Usijione wewe ndo mwenye akili sana kuliko wengine, wewe ndio mjanja mno kuliko wengine, wewe ndio mwenye busara sana kuliko wengine, ukajiona wengine wote ni kama masisimizi mapanzi, utakuwa unakosea sana. Ishi vizuri na na jamii yako, na ukiangalia katika ili andiko la Warumi kumi na mbili kumi na sita tulilotoka kusoma, Biblia inasema mpatane nia zenu ninyi kwa ninyi Msinie yaliyo makuu lakini mkubali kushughulishwa na, ma, na mambo manyonge. Msiwe watu wa kujivunia akili, kujivunia, yani usiwe mtu wa kujivunia akili yani kwamba yani wewe ndio umesoma, unajivunia mali, unaona yaani wewe ndo wewe yani wewe ndo umemaliza. I say, brother, dada you are wrong totally. Kwa sababu maisha yanabadilika, tumeona wengi walikuwa kama wewe lakini walishushwa wakawa wanaishi maisha ya chini, na kwa sababu waliishi vibaya walikosa msaada. Lakini ukisoma Mithali tatu na mstari wa saba Mithali tatu na mstari wa saba Mithali tatu na mstari wa saba biblia inasema: Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa na hekima machoni pake mwenyewe. Kumbe, katika upande mwingine unaharibu, unavuruga na unasababisha watu kutamani kukaa mbali na wewe. Unajua, kuna mtu ambaye ukisikia hata jina lake unatamani ukae mbali. Kwa nini? Matendo vituko mambo yanayoendelea yanakuwa yanakufanya watu watamani kukaa mbali na wewe wasisikie hata jina lako okay. Mithali kumi na sita na mstari wa tano. Mithali kumi na sita na mstari wa tano. Mithali kumi na sita na mstari wa tano, kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hata kosa adhabu kiburi Majivuno, majigambo, hakuna kama mimi, mimi ni mzuri, mimi nina pesa. Ukiwa unajivuna na kuwaona wenzako yani hawana akili, yani ni kama hawana akili bwana, we utakuwa unajitengenezea changamoto. Kumbuka somo letu ilikuwa ni kwamba ni mambo gani unatakiwa ufanye ili watu wakupende zaidi na kujitengenezea kibali. Tumeona mambo saba, au mambo saba yatakusaidia sana kutengeneza kibali na kukubalika na watu. Mimi ni mwalimu wako Samson Fredrick ninayetokea kanisa la pentekoste lililoko uwanja wa mkanada chini ya askofu Dr. Fredrick Simon. Mungu akubariki sana, usisahau kushare na kusubscribe. Mungu akubariki, uwe na siku njema, amen.